Aliyekuwa kada wa Chama cha Mapinduzi ambaye pia alikuwa miongoni mwa watu ambao wamekuwa wakosoaji wakubwa ndani ya Chama cha Mapinduzi, Godfrey Malisa, ambaye miezi kadhaa iliyopita kuelekea katika harakati za uchaguzi mkuu wa Tanzania uliofanyika Oktoba ishirini na tisa, aliweka pingamizi dhidi ya Chama cha Mapinduzi kumteua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Hassan kuwa mgombea wa nafasi ya kiti cha urais kwa chama hicho. Godfrey Malisa aliweka wazi msimamo wake na kusema kwamba Rais Samia Suluhu Hassan hakupaswa kugombea nafasi ya kiti cha urais ndani ya chama cha mapinduzi kufuatia kupingana katiba ya chama hicho. Hata hivyo, miezi kadhaa iliyofuatia, Godfrey Malisa aliweza kuvuliwa wanachama ndani ya chama cha mapinduzi na hatimaye kubakia kwa mkosoaji ndani ya chama hicho licha ya Godfrey Malisa kuweka mapingamizi kadhaa katika mahakama nchini Tanzania mapingamizi haya ya kufua dafu dhidi ya kile alichokiita kukiuka katiba ya chama cha mapinduzi dhidi ya nafasi ya kiti cha urais ndani ya chama hicho. Uchaguzi mkuu ulitamatishwa miezi kadhaa iliyopita siku ya Oktoba 29, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, Daktari Samia Suluhu Hassan alitangazwa kwa kishindo kushinda katika uchaguzi mkuu kwa zaidi ya asilimia 98% katika uchaguzi huo, kufuatia ukosoaji huo ambao wa amekuwa wakiufanya Godfrey Malisa sasa nakumbana kesi ya uwaini. Mchungaji Malisa anashikiliwa hadi sasa, huku akiwa amefunguliwa kesi mbili tofauti, ikiwemo makosa ya matumizi ya mtandao, yani cyber crimes, huku pia akiwa na kesi ya uwaini inayomkabili. Kesi ya uwaini iliyosajiliwa kama jinai namba 00028333 ya mwaka 2025 ilitajwa ramis si Januari, Januari mbili, 26 mbele yake mkazi mkuu Moshe Ali Mkama, lakini iliailishwa hadi Januari 16, 2026 ambapo shauri hilo litasikilizwa mahakamani kwa mujibu wa magazeti na vyombo mbalimbali vya habari nchini Tanzania wameripoti kuwa katika kesi mpya iliyofunguliwa namba 0002841 ya mwaka 2025, upande wa mashtaka unamtuhumu mchungaji Malisa kwa kuchapisha taarifa za uongo kupitia katika mtandao wake wa YouTube akidai kuwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anapaswa kujiuzulu kwa madai ya kusimamia mauaji ya maelfu ya Watanzania. Katika kesi hiyo ya makosa kimtandao itatajwa pia Januari 16 2026 mbele ya kimkama na inasikilizwa chini ya kifungu cha 16 cha sheria makosa ya mtandao ya mwaka 2015 kama ilivyorekebishwa 2023. Hata hivyo, upande wa mashtaka unadai kuwa Novemba 15, 2025 katika eneo la Miembeni, wilaya ya Moshi, mchungaji Malisa alichapisha kauli hizo kupitia akaunti ya YouTube iitwayo Godfrey Malisa. Katika mashtaka haya yananukuliwa kuwa kauli yanayodaiwa kutoa kuwa Samia Suluhu Hassan anapaswa kujiuzuru mara moja kwa sababu amekuwa rais anayesimamia mauaji ya maelfu ya Watanzania. Hata hivyo, katika upande wa mashtaka unadai kuwa alichapisha taarifa hizo akijua ni za uongo kwa lengo la kupotosha jamii au umma. Katika shtaka la pili linalomkabili mchungaji Godfrey Malisa, anakabiliwa na, na shtaka la uchochezi kinyume cha kifungu cha 35 cha kanuni ya adhabu sura ya kumi na sita ambacho kilifanyiwa marekebisho mwaka elfu mbili na ishirini na tatu mashtaka yanadai kuwa Novemba 15, 2025 pia katika eneo la Miembeni Moshi alichochea wananchi kushiriki katika mkusanyiko haramu jambo no linalodai kuwa kosa la jinai. Mbali na kesi hiyo, mchungaji Malisa pia anakabiliwa na kesi ya uhaini chini ya kifungu cha 39 kifungu kidogo cha piridi cha kanuni ya adhabu kama ilivyorekebishwa mwaka 2023. Kwa mujibu wa hati ya mashtaka, inadai kuwa Novemba 16, 2025 katika eneo la Miembeni Moshi na akiwa raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alinuia kuhamasisha wananchi kushiriki mkusanyiko haramu akilenga kushinikiza na kuitisha serikali. Hii ni moja kati ya taarifa kubwa ambayo siku ya leo nimekusogezea mezani kufuatia mashtaka na tuhuma mbalimbali zinazomkabili aliyekuwa kada uchama, chama pindu, Marisa, wa Chama cha Mapinduzi Godfrey Malisa ambaye miezi kadhaa iliyopita alikuwa mkosoaji mkubwa wa serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan.